Ikiwa ni mwezi wa kutoa hamasisho kuhusu ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, shirika la kitaifa la Cerebral Palsy linakadiria kuwa zaidi ya watoto laki tatu humo nchini wanaishi na ugonjwa huo wa kupooza kwa ubongo. Nguvu Bwana asifiwe. Mary Nyaboke ni mmoja wa wazazi wengi ambao wanawalea wa watoto wanaoishi na ugonjwa huo, anasema kwamba baadhi ya watu bado wanashikilia imani potovu kuwa wazazi wa watoto wanaougua ugonjwa wa kupooza kwa ubongo waliwatoa kafara ili kupata utajiri wa haraka kupitia ushirikina, na hilo linamvunja moyo. Nyaboke akisema kuwa unyanyapaa ni kati ya changamoto ambazo wanapitia kama wazazi wa watoto ugonjwa huo, ila gharama ya kuwalea wa watoto hao ni ya juu mno. Anawahimiza wazazi kutowaficha wanao walio na hali hiyo, kwani wanahitaji kuishi maisha kama ya mtoto mwingine asiye na ulemavu huo the community around you the stigma that you face as a parent with cerebral palsy is is very high because people will start saying especially being the coastal region people will say maybe you've given your kid so that upate mali which is not the case if you if it was the case then we could be rich <laughs> Another, another, huyo mtoto ni majini, ambayo sijaona majini kwake, that usifiche mtoto kwa nyumba, mtoe nje. Hata kama majirani wataongea leo, kesho hawatazidi kuongea mambo yako, watakuwa wamefocus mambo mengine. Usipowazoesha, huyo mtoto atabaki ndani, na anahitaji hata kuona jua kama hii, anahitaji fresh air, anahitaji kuona watoto wengine wao. Nyaboke na mumewe aidha wakieleza jinsi mwanao Jaden alipata ulemavu baada ya kuzaliwa. Wamesema kuwa kupitia shirika waliloliunda la kusaidia wazazi walio na wana kama hao limesaidia sana katika jamii kama walivyokusudia. Lakini si Nyaboke pekee anayepitia hayo. Christine Mutiso na Florence Kasichana wanaeleza jinsi maisha yao yalivyobadilika baada ya wanao kugunduliwa kuwa na hali hiyo. Na hapo hapo pia maisha inakuwa magumu, kwa sababu ile, unajua kama ulikuwa una kazi kama mimi nilikuwa na kazi nilikuwa nikifanya kongoea, but ilibidi nikae na mtoto wangu. Sometimes ukiandika mfanyikazi anakuambia, ingekuwa mtoto wa kawaida tunge tungemwangalia, lakini kwa sababu mtoto mtoto ako hali hii, mara amempa uji, amenyongwa, unakimbia naye hospitali mara mara umeachia jirani anakuambia yu, ah, mtoto wako ah -ah. mtoto huyu amezaliwa akiwa na CP. Safari hii haikuwa rahisi, ni ndefu. Alimzaa akiwa sawa, lakini baada ya siku tatu kutoka kuzaliwa akapatikana ako na manjano. Wapo manjano wanaiita yellow fever, wataalamu wanaiita jondis. Immaculate Karimi, Undugu TV.